Eh, mlio karibu na Mwigulu Nchemba hebu mwambieni yako kasoro gani? Kake alikozunguka nako alikoanza nako nikakipepo ni kakishetani, na kwa vyovyote vile afahamu ya kwamba kanaibua sila zaidi na uchungu zaidi kwenye mioyo ya wala nao dhani wala nao wadharau na kuwaona hawana akili hata moja gani, gani aka ambako wanasema e, wanatuonea wivu. Wanaolia, wanaolalamika, wanaopiga kelele kwamba acheni kuua watu, utawala kuwa kiongozi sio hivyo. Wanatuonea wivu kwa ajili ya rasilimali zetu zao na nani? Muulizeni Mwigulu, mlio karibu naye muulizeni la asilimali zao na nani kwa sababu so, tumeona anatuingiza Watanganyika wa Tanzania, hasa Watanganyika, kwamba tunaonewa wivu la asilimali zetu. Wanatuonea wivu la asilimali zetu zao, na nani? Ni Watanganyika gani wananufaika na rasilimali za nchi yetu? Tuachilie mbali hao wanaolia, wanaolalamika, wanaopiga kelele, wenyewe wanaoonea wivu Mwigulu na kundi lake kuua watu kwa ajili ya rasilimali ambayo zilikuwa za Watanganyika, lakini sasa ni la rasilimali za Mwigulu na kikundi chake. Wanatuonea wivu kwa bari ya rasilimali za zetu, zao na nani? Mwigulu zenu na nani? Watanganyika wananufaika vipi na rasilimali hizo? Si ni wewe tu na kikundi chako mnanufaika. Rasilimali za Tanganyika zingewanufaisha Watanganyika, zilikuwa na uwezo wa kumjengea kila mtu nyumba hata ya ghorofa. Kila Mtanganyika angejengewa nyumba hata ya ghorofa. Kila Mtanganyika angekuwa na usafiri wake. Miundombinu ya Tanganyika ingekuwa na up, yaani na, na, na ma flyovers na na matreni ya umeme. Miundombinu ya Tanganyika ingekuwa na uzuri na fahari na ubora ambao nchi zote zinazoitwa zimeendelea za Wazungu. Ikiwezekana isingekwepo hata nchi moja yenye ufahari na viwango kama vya Tanganyika. Rasilimali za Watanganyika zingetumika kwa ajili ya wote, hata kwenye maeneo ambayo mnaonaga ni kama mnashindwa pa kupita. Ni kwa sababu mnashindwa kudhibiti wa binafsi wachache. Yani, mmeshindwa kujidhibiti, kila mmoja naona hey, kama na mimi sasa niwe ni mzalendo, wale wanakula, basi nami ngoja nirage, nitawasaidiaga mbele kama mnajua haliwezekani hilo, kwa nini msingepisha? Mungepisha, hebu hebu Mungu afanye namna, au nyewe wenyewe toeni nafasi, watu kama sisi tuonyeshe huo mfano. Ndani ya mwaka mmoja tu, miundo mbinu ya Tanganyika, kila mtanganyika angepata posho ya kukidhi kila mwezi, kukidhi mwezi mzima hata asipofanya kazi yoyote kwa kutumia miundombinu ya Tanganyika. Leo hii, hizo rasilimali za Tanganyika zimewafanya ninyie tu na kikundi chenu ndio mnakula kuku kwa mrija, na vitoto vyenu vinatusu vina vina vina mara masaja hii vimetusa hii mbovu sh zinahitwaje mnazihitaja, vitoto vyenu ndio vimetusu mara matumbo vimetusu, mara saja, vitoto vyenu vinasoma vina shule za kifahari vinatembelea magari ya kifahari. Nyiwe mna magari ya kifahari, mijumba ya kifahari. Wewe Mwigulu na kikundi chako ambacho kingine kinaitwa wana mtandao na wengine wana CCM ambao kwa sehemu kubwa wanajaribu wawe mashetani sana, ili wakwalifai kuwa sehemu ya kikundi chenu, wanatuonea wivu juu ya rasilimali zetu, wanatuonea wivu juu ya rasilimali zetu, ya wivu, juu ya zetu. rasilimali, ze, ze, ze na nani wanaonea uwivu kwa sababu munaua watu tunaolalamika, tunaopiga kelele, tulio ndani na walio nje, majirani na wale mnaoita huayu, wote wanapiga kelele kwa sababu munaua watu kwa ajili ya rasilimali ambazo zilikuwa zenu. Wote mnataka mule nyie tu, na kwa sababu mnajua pengine kila mahali palipo na rasilimali hizo pana mkono wa hicho kikundi chenu pana unufaika wa hicho kikundi chenu. Mnajua akija kuingia mtu mwingine atauliza kila mahali, hapa kwa nini palikuwa paendi vizuri, hapa hela ilikuwa inapotelea wapi, hapa kwa nini palikuwa pawezezi. Ndo mnaona hao wote ambao wanaweza wakaja pengine aa, wa, wa, wanafafanua hayo au wana, watakuja kukaa kwenye nafasi hizo watumie wa, wa rasilimali hizo kwa ajili ya watu wote hao ndo mnatafuta kila namna. Wahaini, wachochezi, wanasambaza taarifa za uongo, wa, wa, wa, wa, wanatumia vibaya mitandao. Nyie ndio mnatumia vizuri, nyie ndo mnatumia vizuri aa, maneno anayosema eh. Nyie tu ndo wakweli, kwa sababu mnaua watu kwa jia ya rasilimali zao, ili tu wasiwe na haki ya kuzipata. Nyie tu ndo wakweli. Mwigulu, isikia, kuna taarifa si kama za nisema, mke wake anaitwa Neema ni mchungaji, sema pengine uchungaji wa voda fasta, uchungaji uliokuja kwa mbio za mwenge. Sidhani kama angeweza kuwa na mume kama Mwigulu, mume yuko ndani ya CCM ana cheo kilichotokana na damu, na bado aendelee kuonekana ni mke wa mtu huyo ndio maana mwanamke pekee ambaye aliwahi kuona ana mume mpumbavu au mume anayeshiriki mambo ya kishetani, mwanamke alijitenga na mwanaume huyo, ni Nabari, ni Abigaili ambaye alikuwa mke, mke wa Nabari. Bila shaka kama huyo mke wa Mwigulu anaitwa Neema, kama kweli ni mchungaji, anaijua Bibilia, ilikuwa akili waziwazi atoke waziwazi kwamba tumezaa na huyu mwanaume lakini, kwa kuwa nafasi ya kuwa kwenye nafasi hii ni damu za watu kwa kiwango hiki, hapana. Mimi huyu sio ha, astahili kuwa mume. Hiyo ndo ilikuwa, hiyo ndo kauli ya Bibilia. Mwanamke pekee Abigaili ambaye aliwahi chukua hatua stahiki mpaka Mungu aliruhusu aolewe na Daudi ambaye ni, ni msingi wa ufalme wa Mungu duniani. Mungu aliruhusu nabari ifanyike namna yoyote, nabari asiwe hai kwa sababu ni, ni moja kati ya wanaume wapumbavu ambao hawajali hawa, hawa ucha Mungu, hawajali Mungu aliye juu ya Daudi. Anasema lolote nyiye akina Mwigulu amjali Mungu awaye yeyote, amjali utu wa aina yoyote, hasa wa wanaolia, kwa nini mmeua ndugu zetu, hasa wa wanaolia rasilimali hizi, kwa nini zisigawanywe kwa, kwa watu wote? Hamjali wa utu, yaani mnaona waka, wahaini wakaidi e, wasamba, wanasambaza taarifa za uongo, wanatuchukia kwa sababu ya rasilimali zetu. Wachochezi kwa nyie, ndo wamchochei. Kuna jambo jema, kuna mipango fulani mnafanikisha ya mauaji makubwa hiyo ambayo hamwichochei kwa vikao, kwa, kwa, kwa mazungumzo, kwa maneno, kuna kitu kinaendeleaga na kufanikiwa eidha kwa matokeo hasi au chanya, kisichochochewa shida tu. Kosa liwe mtu anayechochea jambo jema, anayewachochea watu kudai haki zao, anayewachochea watu watende mema, anayewachochea watu waache mabaya, huyo tu ndo mumuone mwenye mwenye kosa, mpaka naatamanakueka mikono kiunoni na kupindisha pindisha sura hivi. Ah, kina Mwiguru bwana hapana. Bwana hapana, Mwiguru bwana hapana, hapana, hapana. Ndo maana mimi nimesema kuleni kimya kimya damu zetu kwa sababu hivyo, hizo mali mnazokula sasa mnakula ni damu mlizomwaga na mnazoangaika nazo, wako wapi nao? Tuwaue? Kuleni kimya kimya hizo, hizo damu mnazokula, kuleni kimya kimya, lakini mkisemasema sema, tutasema kwa sababu e, njia pekee ya kutoka hapa inabidi tuseme, tuseme yalivyo mabaya mnayoyafanya Neno la Mungu ni kusema, neno la Mungu ni kusema mabaya yanayotendwa na, na yalivyo mabaya. Mwigulu, rasilimali unazopigia kelele sio za Watanganyika, ni zako wewe na kikundi chako wana mitandao na sehemu walioko kwenye CCM ambao nadhani ili wakwalifai kuwa sehemu ya kula hizo mali inabidi waonyeshe roho mbaya, ndo maana kuna vijana wanaitwa machawa yani wenyewe kila lilo jema wako nalo, wanatukana. Mii nisema kwa mimi, mtachoka tu, kwa sababu yani mtachoka, mtachoka, mtakaa chini. Mimi naongea nuru, naongea maneno ya haki, nami mwenyewe niko kwenye msingi wa haki. Nuru kidogo inaweza kulifukuza giza kubwa, haijarishi mmefungiwa chumba gani mnaita hiyo VCCM munaamini kila krip yenye haki, mutatukana matusi mazito, huyo mtu ataacha. Ataacha mtu ambaye alikuwa anapiga kelele hizi ili naye alepo. Mimi napiga kelele hizi kwanza, mumeua mtoto wangu wa pekee na mmejinadi tumemuua ili tukutulize. Binti yangu Sifa ameondolewa kikatili na bila shaka ulikuwa ni ujumbe. Natumiwa ndugu zangu wengi rafiki wa karibu wengine, wamedunguliwa kwa risasi kwa namna ambayo unaona kabisa hakuwa hata kwenye mazingira ambayo mnasema alitakiwa kweli afanyiwe hivyo, wametekwa, tumeona damu zao. Alafu aweko chawa kilichotokana na uchafu wenu asema atakuwa, atakuwa na simu, atatukana matusi alafu ya uzime huu mwanga wa neno la Mungu, anajisumbua anajisumbua. Ndio maana mimi sijaamua kupost kwenye akaunti mbalimbali, nimeamua kuwekeza nguvu kwenye akaunti moja tu kwa sababu ya muda, lakini pia kwa sababu ya kumanage sawasawa. Tafadhali mlio karibu na Mwigulu Mlio karibu na kina Chalamera na kina Simba Chawene na kina Wanu na kina Ridhwani na kina Kikwete waambieni, walage kimya kimya, hizo damu zetu wanazokula, damu za nguvu tuliyotumia kutafuta mali, na baadaye wakatuwekea mikodi mikodi mikodi ili wale sana wao wenyewe, damu za rasilimali ambazo zilikuwa zitunufaishe wote wananufaika wao wenyewe, lakini pia damu za maelfu waliowateka, wanaowatesha magerezani, waliowaua kwa namna mbalimbali, zikiwemo risasi, waendelee kula kimya kimya, lakini kimya. Nina uhakika hata kama wangetaka maridhiano sasa hivi, pana nafasi bora ya maridhiano ambayo inaweza ikachukua vyeo vyao tu, kwa sababu hakunaga maridhiano, hakunaga kutubu kunako kuacha kwenye nafasi unayotaka hakuna, kwenye nafasi uliopo hakuna. Alimadamu umekosea ukaingia kwenye nafasi hiyo, ukitaka maridhiano, kutubu, lazima u step down, uikatae hiyo nafasi, uondoke kwenye hiyo nafasi. Mwambieni Mwigulu, mwambieni na wanufaika wote. Bwana asema hivi. Ipo nafasi ya maridhiano ambayo inaweza ikawatoa kwenye mamlaka ya damu hiyo tu na wakabaki hai. Lakini wakidhani wanatakiwa maridhiano wabaki kwenye nafasi hizo, iko nafasi inakuja ambayo watatoka kwenye mamlaka hizo na uhai wao utakuwa ndo mwisho wao wao, na watoto wao na vizazi vyao. Kisasi cha Mungu kinachokuja ni kisasi ambacho hakijawahi tokea kwa miaka ya karibuni. Ni kile kisasi cha Biblia cha wakati wa kina Danieli, kwamba hawa waliotaka kuwaua wakina Danieli, waleteni wao na watoto wao na wazazi wao na ukoo wao yeyote aliyenufaika na rasilimali ambazo tanua sana midomo, toka sana povu, toa sana mimacho lembua na kulembua, najaribu kugeuka na kugeuka hivi, wako ndugu zenu walionufaika kwa namna moja nyingine, ambao hawasemi, hawawakanyi, hawawakemei, watatafutwa kwa majina na nasaba. Sio mimi nayesema, nasema ni neno la Bwana, ndivyo navyosema. Mnayo nafasi ya maridhiano, ambayo ndio maana watu kama sisi mngekuwa mnasikiliza kwamba tukitoa ushauri wa aina hii, sema tufanyeje, mchungaji? Tufanyeje, mhubiri? Lakini naposema hivi munanchukulia ni mtu wa kuwindwa na kuwawa mapema. Mimi mnaweza mkaniua, inawezekana mtafanikiwa kuniua, maneno nayosema mtakuja kujua yalikuwa ndiyo ya kufuatwa, ndipo mtakuja kufahamu kwamba muogopeni Mungu, iogopeni teknolojia. Mtakuja kufahamu muliua, muli ambao mulitakiwa kuwakumbatia. Mungeniuliza, watu kama sisi, mko mnatuuliza mchungaji, sasa kwa hapo tufanyeje, ningewambia namna, wambia namna tunaweza, ya ku resign ningewambia namna ambayo tunaweza tukafanya mazungumzo yakawaacha walau yakawaacha walau hai, kwa sababu Mungu pia kuitumia anaweza kuitumia miuaji anaweza kuitumia miuaji kwa ajili ya kukomboa jamii. Lakini mshika yote kwa pupa, ukosa yote, mshika mawili kwa pupa, ushika yote. Nakuhakikishia Mwigulu na watu wote ambao wako karibu na wewe, wote mlionufaika na umwagaji mkubwa huu wa damu, hapo mlipo hamjatulia, lembua unavyolembua deka unavyodeka hapo mlipo, mmeshika yote kwa pupa, mioyo inakimbia, fahamu zinakimbia, kesho yenu, kesho inawatisha, muna kila namna ya simtofahamu huku nje. Mnajikaza tu mnajikaza na kujikaza, kwenye physical appearance inaonyesha tu kabisa. Mkikaa ndani, kila mtu peke yake anasema, tumefikaje hapa? Imekuwaje tumekuwa hivi? ludi nyuma yaangalia ni mapito ya zamani. Watu kama sisi tulisema sana kwamba kwenye kuua watu, kwenye kukaa kwenye madaa, kwa namna yoyote hakuna ile raha na utulivu mnaofikiria utakuja kutokea, lakini mulishupaza shingo. Aonywaye mara nyingi akashupaza shingo, huvunjika ghafla asipate dawa. Tuko hapa bado tunajaribu kutoa maono maonyo, bado bila shaka chawa wenu ambao hawana udhibiti, wanaojipangia tu, tunaenda kumuua nani, wengine wanawapa taarifa wakishaua, wengine mnasikiaga tuwaishaua. Hamna, hamna namna ya mazungumzo ya mumuue nani, kwa sababu gani, mumteke nani. Kila mmoja anajifikiria kivyake, anahisi hivyo ndo kuwafurahisha, ndo kutafsiri mnachokitaka Hamna organization yoyote ya haya mambo. Ikiwezekana yatoshe. Kila mmoja anajifikiria nalo, nalo litaka humo humo, wameingiamo, na wanaotetea ukanda fulani, dini fulani, hawina, hamna udhibiti. Ndugu zenu wanateketea, Watanganyika wanateketea kwa sababu ya kutosikiliza haya mashauri tunayowambia na Watanganyika tunayosema hivi, mnatona adui. Iko siku naam, imesha kuwa, iko siku hiyo ambayo kwa kipande kikubwa, najua kabisa hamwoni chochote kuhusu kesho yenu na wala kesho ya watoto wenu. Niliita mara kadhaa nikasema njooni tuzungumze hapa. Neno hilo inabadilika kidogo Sio tena njoni tuzungumze, nisikilizeni ushauri ninaoweza kutoa, jinsi ya nyie ku resign na pia ikiwezekana, tuache hai, mtubu, muje mtumiwe. Ikiwezekana Mungu awaache hai sio sisi, mkadhani sisi ndio tunawaua. Mungu awaache hai, ikiwezekana mje mtumiwe kwa ajili ya kuhubiri neno lake, kudhibiti na kuzuia watu wasije wakaua kama walivyoua. Lakini kama sivyo, neno la Mungu linasema, Bwana asema, si siku nyingi tapoteza nafasi mwizo nazo na uhai mlio nao, tafadhali acha kututia uchungu, acha kututamka kufuru tena tena, acha kutuvuruga zaidi kwa kuzungumzia rasilimali ambazo hatuna manufaa nazo. Kwa namna yote nanufaika nye wachache tu enewe. Anyway, asante naongera kwa kunisikiliza.